Naam, baada ya hotuba hiyo, lakini pia tulipata nafasi ya kuongea na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai, ambaye amewataka wale wote wanaotaka kwenda mahakamani kupinga uchaguzi uliofanyika Jumanne wa kuchagua wabunge wa bunge la Afrika Mashariki EALA watambue kuwa muhim, kila muhimili hapa nchini una mamlaka yake. Lakini pia spika Ndugai amepuuza taarifa ya kwamba wabunge wengine saba ambao wameshapatikana kwenye uchaguzi huo hawataapishwa katika bunge hilo la Afrika Mashariki, huku pia akisema wengine kutoka chama cha demokrasia na maendeleo Chadema watapatikana kwa wakati. Kiongozi huyo wa bunge ameyasema hayo hii leo kwenye mahojano mahususi ambayo nilifanya naye hii leo hapa mjini Dodoma. Kama umewapeleka watu kwa wapiga kura, wapiga kura wale wakasema watu hawa hawatoshi, wakawarudisha, halafu wewe ukaamua kuwapeleka wale wale, kwa vyovyote vile utarajie majibu yale yale lakini cha muhimu hapo ni kwamba nafasi hizi ambazo vyama vimepewa bungeni ikiwa CCM sita, Chadema viwili, Kafu kimoja, na kwa utaratibu uliokuwepo NCCR na ACT hawakupata nafasi. Sio nafasi zilizotengwa kisheria, ni nafasi ambazo kutokana, kutokana na wingi wa wabunge wa vyama mbalimbali mbali bungeni, spika niliamua kwamba mgawanyo we hivyo. Kwa hiyo ikitokea mara ya pili Chadema wamepata fursa hiyo, hawakuitumia, ama kwa ujeuri, ama kwa sababu zingine zozote zile, kwa kufanya hayo, unayo unayonishauri, una kwamba wanafikiria kufanya hivyo, waliotamka mwenyekiti wao, Speaker atalazimika kuiangalia ile fomula upya, na niseme tu wazi, nafasi zile, kwa sababu ni za upinzani, tutaziweka katika nafasi za upinzani, wapinzani wote kwamba wapatikane wagombea wawili toka katika kapu la wapinzani wote kwa sababu muamuzi ni spika. Wanatakiwa kimaelekezo wa, wapeleke wagombea wasio wasiopungua watatu. Wasio, wasiopungua watatu na wanaendelea kushikilia hoja hiyo, hamuoni kwamba mtaendelea bado kubishana, pengine hamna nafasi ya kukaa pamoja mkaeleweshana kabla ya kuingia bunge na kufanya uchaguzi huo? Hilo e, liko, liko wazi kabisa kwamba kila chama kina uwezo wa kuleta wagombea hadi watatu kwa nafasi moja. Kiswahili changu hapo. Nafasi moja hadi watatu wanavyoona inafaa. Nafasi nyingine wao nafasi mbili. Nafasi ya pili hadi watatu. Kwa hiyo jumla yake wanaweza kuleta wagombea sita, watano, wanne kwa sababu ni hadi watakavyoona inafaa. Kwa hiyo wakileta wagombea wawili wale, wale, tutawapokea bunge litaamua. Na mtu yote mwenye akili timamu anaweza kaelewa litaamua vipi? Eh? yake Wakileta wengine wawili bunge litaamua. Lakini wakumbuke kama Chadema ni chama kikubwa chenye wanaume wengi, wanawake wengi, vijana wengi ambao wanahitaji kupewa fursa. Kwa nini kila wakati chama hiki kiwe kinaleta kwa mfano walivyoleta? Wameleta wagombea wawili. Wagombea wote hawa wanatoka Nyamagana na Tanzania ni kubwa. Kwa nini mgombea mmoja sitoke upande mmoja wa nchi mwingine upande mmoja wa nchi kuonyesha demokrasia fulani? Wagombea wote ni wanaume, chama hicho kina wanaume watupu, hakina wanawake. Wagombea wote ni Wakristo, e, chama hicho hakina watu wa dini tofauti. Hivi katika nchi hii tumekubaliana katika mambo ya Muungano. Chama hicho katika nafasi sita hawawezi kuweka hata nafasi za Muungano ndani yake. Kwa hiyo hii ni, hii ni huu ni ujumbe wa bunge kwa chama hiki kwamba hebu angalieni njia zenu. Ipo hoja kwamba wakienda hawa saba waliotolewa sasa, wakikosekana wawili wale saba ni kazi bure, hawataapishwa. Kwanza nikuhakikishie kwanza hilo la kwamba wale saba hawataapishwa. Hakuna kitu kama hicho, hakipo. Wale saba wataapishwa wata kama kawaida e, na pia nikuhakikishie hawa wawili watapatikana tena kwa wakati. Baadhi ya wanakafu pia wameongea na wanahabari, wanasema wanaenda kupinga kwa sababu mgombea aliyepita na kupitishwa na bunge hawamtambui. Ukiwa ni kiongozi wa bunge hili, una kauli gani kuhusiana na kauli hizi za kwenda mahakamani? Ha, hizo, hizo kauli si, si, wala siwazuii si, sio kazi yangu kumzuia ya mtu yeyote anataka kwenda mahakamani, lakini watanzania tukumbuke, e, bunge ni muhimili na mahakama ni muhimili Taratibu tulizonazo hakuna kaka wa mwenzake. Kwa hiyo ni vizuri tu tuheshimiane, na wajue wanaojaribu kugonganisha hii mihimili, kwanza hatutagongana, lakini nitume habari yote e, kwa yoyote yule kwamba bunge ni chombo chenye mamlaka sawa sawa na mahakama. huyo ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jobo Ndugai. Wakati akiweka bayana msimamo huo, tayari chama cha wananchi CUF ambacho wale ambao wanamuunga mkono Maalim Seif Sharif Hamad